Kifo cha John Pombe Magufuli: Uchambuzi wa kina wa fununu na hoja zinazodai huenda kulikuwa na mchezo mchafu. Utangulizi: kifo kilichotikisa taifa. Kifo cha rais wa awamu ya tano wa Tanzania, John Pombe Magufuli, kilitangazwa rasmi Machi 2021, na kuacha maswali mengi, huzuni na mjadala mpana ndani na nje nchi. Serikali ilieleza kuwa alifariki kutokana na matatizo ya moyo, lakini kwa sehemu ya wananchi, maelezo hayo hayakutosha. Ndani ya ombwe hilo la taarifa, fununu, nadharia na mashaka vilianza kusambaa. Baadhi zilihusisha madai kuhusu migogoro ya ndani ya chama tawala CCM, masuala ya madini na rasilimali, na hata wazo kwamba Magufuli aliona kifo chake kikija. Makala hii haithibitishi tuhuma hizo, bali inachambua kwa kina kwa nini fununu za mchezo mchafu ziliibuka, mazingira yaliyoyachochea, na hoja zinazotajwa na wanaoamini kulikuwa na njama, kwa tahadhari uwiano na kuzingatia ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja. Muktadha wa uongozi wa Magufuli. Magufuli alijenga taswira ya kiongozi mkali, asiyevumilia ufisadi na aliamua kurejesha udhibiti wa rasilimali za taifa, hasa katika sekta ya madini. Alipambana na kampuni kubwa za kimataifa, akabadilisha mikataba na akaimarisha mamlaka ya serikali katika ukusanyaji wa mapato. Hatua hizi zilimpatia sifa kubwa kwa wafuasi lakini pia ziliibua upinzani mkali kutoka kwa makundi yenye maslahi ya kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya nchi. Ukimya, taarifa finyu na nafasi ya fununu. Kipindi cha mwisho kabla ya kifo chake kilitawaliwa na ukimya mkubwa wa taarifa rasmi kuhusu afya ya rais. Kutokuwepo hadharani kwa muda, kukosekana kwa maelezo ya kina na kuchelewa kwa taarifa kulizidisha hofu katika mazingira ya kisiasa ambapo uwazi ulikuwa mdogo. Ukimya huo uliwaapa nafasi nadharia mbadala Kihistoria, pale mamlaka yanapokosa kutoa taarifa kwa wakati, jamii hujaza pengo kwa hisia na fununu. Hoja ya migogoro ya ndani ya CCM. Baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wameeleza kuwa ndani ya CCM kulikuwepo mitazamo tofauti kuhusu mtindo wa uongozi wa Magufuli. Hoja inayotolewa na wanaoamini kulikuwa na mchezo mchafu ni kwamba sera kali zilihatarisha maslahi ya baadhi ya vigogo au mitandao ya kiuchumi iliyokuwa imejengeka kwa muda mrefu. Hata hivyo ni muhimu kusisitiza hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha CCM kama taasisi au viongozi wake kupanga madhara dhidi ya rais. Hii ni tafsiri inayotokana na mazingira ya migongano ya sera, si uthibitisho wa njama. Masuala ya madini na rasilimali: sekta ya madini imekuwa kiini cha madai mengi. Magufuli alipochukua msimamo mkali dhidi ya mikataba aliyodai haikuwa na tija kwa taifa, aligusa maslahi makubwa ya fedha. Kwa wanaoamini nadharia ya njama Hoja ni kwamba migongano ya kimaslahi katika rasilimali huweza kuzalisha vitendo visivyo halali. Hata hivyo, hoja hii inabaki katika ngazi ya nadharia. Hakuna ushahidi wa kisayansi au kisheria unaounganisha moja kwa moja sera za madini na kifo chake. Afya, COVID-19 na sintofahamu za umma. Kipindi cha janga la COVID-19 kiliongeza sintofahamu. Serikali ya Magufuli ilikuwa na msimamo wake kuhusu janga hilo, na taarifa za afya ya rais ziliibua maswali mapya. Baadhi walihusisha kifo chake na COVID-19, wengine walikata wazo hilo na wengine waliona mchanganyiko wa taarifa kama chanzo cha mashaka. Tofauti hizi za simulizi zilichochea zaidi imani kwamba kuna jambo linafichwa, ingawa tena, kutokuwepo kwa taarifa hakuwezi kuchukuliwa kama uthibitisho wa njama. Wazo la aliona kifo chake, kauli na mienendo ya viongozi wakati mwingine hutafsiriwa upya baada ya vifo vyao. Maneno ya Magufuli kuhusu hatari za uongozi au misimamo yake mikali dhidi ya ufisadi yamechukuliwa na baadhi kama ishara kwamba alijua anaingia katika hatari. Kitaaluma, hili ni jambo la kawaida katika saikolojia ya jamii. Matukio ya baadaye hutumika kurudia kusoma alama za awali, lakini kusoma alama si sawa na kuthibitisha njama. Uapisho wa haraka wa Samia Suluhu Hassan. Kifungu cha katiba ya Tanzania kinabainisha wazi taratibu za uhamisho wa madaraka. Uapisho wa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan ulifanyika kwa mujibu wa katiba. Kwa wanaoamini nadharia ya njama, kasi na utulivu wa mpito huo uliibua maswali. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa kisheria wanasema ndiyo hasa katiba inavyotaka ili kuepusha ombwe la madaraka. Hapa tofauti ya tafsiri hutegemea imani ya awali ya musika kuhusu uwazi wa serikali historia ya Afrika na nadharia za njama. Katika bara la Afrika, historia ya mapinduzi, mauaji ya kisiasa na njama halisi imewafanya wananchi kuwa waangalifu na wenye mashaka. Hivyo pale kiongozi mwenye nguvu anapofariki ghafla, jamii hujenga nadharia kwa msingi wa kumbukumbu za kihistoria. Hii inaeleza kwa nini fununu zilipata nguvu, si kwamba ni za kweli. Ukosefu wa uchunguzi huru wa umma moja ya hoja zinazotajwa mara nyingi ni ukosefu wa uchunguzi huru wa wazi kwa umma ulioweza kufuta mashaka. Katika demokrasia nyingi, taarifa za kitabibu na taratibu za uwazi huwasilishwa kwa kiwango kinachoruhusu imani ya umma. Kukosekana kwa hilo kuliacha mjadala ukiwa wazi. Lakini tena, ukosefu wa taarifa si ushahidi wa uhalifu. Mitandao ya kijamii na kuongezekwa simulizi badala. Mitandao ya kijamii ilichukua nafasi ya vyombo rasmi katika kusambaza habari na maoni. Video, sauti, na madai yasiyothibitishwa yalienea kwa kasi. Algoriti za majukwaa zilipendelea maudhui ya kusisimua, hivyo fununu zikapata mwanga kuliko tahadhari. Hii ilizidisha imani kwamba kuna kitu kinatufichwa. Hoja za kupinga nadharia ya mchezo mchafu. Kwa upande wa hoja pinzani kuna mambo kadhaa: historia ya matatizo ya moyo, shinikizo la kazi na mazingira ya uongozi mkali vinaweza kueleza kifo bila kuhitaji njama. Pia hatari ya kisiasa ya kupanga madhara dhidi ya rais aliye madarakani ni kubwa sana kwa yeyote, ndani au nje ya chama. Hoja hizi zina uzito katika mjadala wa busara. Uchambuzi wa mantiki: nini kinahitajika kuthibitisha njama? Kithibitisho cha mchezo mchafu kingehitaji ushahidi wa kitabibu, ushahidi wa kiintelijensia, ushahidi wa kifedha au ushahidi wa mashahidi wa moja kwa moja. Hadi sasa ushahidi huo haujawekwa hadharani. Bila hayo, mjadala unabaki katika eneo la nadharia. Athari za mjadala kwa taifa. Bila kujali msimamo, mjadala wenyewe una athari. Unafichua hitaji la uwazi zaidi, mawasiliano bora ya serikali na mifumo ya kujenga imani ya umma. Pia unaonyesha namna pengo la taarifa linavyoweza kuharibu mshikamano wa kitaifa. Hitimisho, kati ya mashaka na ukweli, kifo cha John Magufuli kiliibua maswali halali kuhusu uwazi na mawasiliano ya serikali na hivyo kutoa nafasi kwa fununu za mchezo mchafu. Hata hivyo kwa misingi ya ushahidi uliopo hadharani, madai ya njama yanabaki kuwa nadharia zisizothibitishwa. Ni wajibu wa jamii kutenganisha hisia, historia na ukweli unaothibitishwa. Fununu huibuka pale imani inapoyumba. Suluhisho lake ni uwazi, si kuimarisha madai bila ushahidi. Hivyo myadala huu baki kuwa somo la umuhimu wa taarifa sahihi na utawala unaojenga imani hadi pale ukweli kamili utakapowekwa wazi kwa ushahidi unaokubalika.